Asante waandishi wa habari, kwa jina naitwa Huseni Makubi Mwananyanzala, mzamini wa goli la mama. Niko hapa kwenye daraja la Kigongo, Kigongo feri na Busisi kwa ajili ya kuangalia kazi ya mama nzuri iliyofanywa. Nimeona nijifikire mimi nijionee kazi ambayo imefanywa na mama, na mimi nimekubali kwamba ni kazi nzuri ambayo amefanya mama, asilimia mia tunampa pongezi zake kwa, kwa kazi nzuri aliyoifanya. Ah, hapo baada ya kutembea kwenye daraja hili refu la kilomita tatu. Ni kazi kubwa sana iliyofanywa na mama kwa ajili ya kumalizia hili daraja lilipoachwa na JPM. Kazi nzuri aliyoifanya ni kubwa zaidi mama kwa sababu limeacha likuwa chini ya asilimia hata mm ishirini. Kwa hiyo asilimia mia amezimalizia mama. Kwanza nampongeza mama kwa sababu kwa kazi nzuri waliyofanya. Lakini ni, ni naomba watu wakandaziwa, tujiandae kwa kumpa zawadi kubwa mama, ambayo zawadi yetu sisi ni kumpa kura za ndio asilimia mia, mia, ndio zawadi ya kwanza ambayo naiombea mimi kwa watu wakandaziwa kwa kazi nzuri aliyofanya. Kingine naomba mimi ni mwanamchezo mzamini wa goli la mama, ni anaomba wananchi katika wanamichezo wote nchi nzima, kwa sababu asilimia tisini wana michezo ni Simba na Yanga, na ndo tunao wadhamini ikiwemo mimi na mama. Mama amejitahidi sana kunyonya mchezo katika kudhamini, kwa kila goli amenyonya sana mchezo, sasa hivi uko huko huko juu sana, na na asilimia kubwa 20 30 mchezo wa Tanzania utakuwa ni hatari sana, kwa sababu najua mama tutakapompa zawadi ya kula atajiz, atazidi zaidi kutoa pongezi kwa vijana wa michezo kwa, ninaomba wana michezo nchi nzima Tujitahidi tunaenda kwenye uchaguzi, tujitahidi kumpa kura za ndio mama za bila kupingwa, apite vita bila kupingwa. E, kulingana na nilivyofika hapa nimejionea kazi nzuri iliyofanywa. Sisi kama wananchi sasa ni kazi yetu tulinde mazingira ya daraja hili liweze kufika kali na nakali, na kwa sababu ni kazi kubwa iliyofanywa na sisi, tufanye kazi kubwa ya kulinda daraja hili mazingira, tusio waharibifu tena kama kitu ambacho kilichofanywa sio kizuri, na kati kikubwa sana kilichofanywa hapa na serikali na Ma, mama pia ndo mwenye, mwenye, mwenye mmaliziaji mma, wa kazi hii kum. Kwa hiyo kumsapoti kwetu tuwatunze mazingira ya daraja hili, kila linavyo mwaka unavyoenda liwe kama ndo jipya. Kwa majina, naitwa Sebastian Marunde, mimi ni mkazi wa Geita, nimepata euh, nafasi ya kupita kwenye daraja hili. Kwanza kabisa ninayo furaha kubwa, na naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa sababu imefanya jambo kubwa sana. Tumekuwa tukipata shida sisi ambao ni wakazi wa Geita, especially tunakuja katika mji mkuu wa kanda ya Ziwa ambao ni Mwanza, inakuwa ni changamoto jinsi ya kuweza kufikia. Mara kadhaa nimekuwa nikikwama upande wa Busisi, umefika saa kumi na mbili jioni, natoka saa nne, saa tano usiku. Lakini kwa sasa tunashuhudia kwamba imekuwa ni dakika tatu, unakuwa umeshavuka, kwa hiyo ni jambo la msingi ni watu wengi ambao watafaidika na uwepo wa hili daraja. Eneo la Sengerema, Buchosa, Geita kote ni wakulima wazuri wa matunda na ni wavuvi pia wazuri, lakini viwanda vingi vinapatikana e, eneo la Geita mjini. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kiuchumi kuweza kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinapita hapa kwa wakati na zinafika kwenye soko kwa wakati, lakini vile vile eneo hili kwa sasa inafunguka, ina migodi mipya ambayo inakuja kuanzishwa very soon. Tunaamini kwamba kuwepo wa daraja hili itasaidia eh, uharaka wa kuweza kufikisha wageni au mizigo na mahitaji mbalimbali ambayo yanaelekea kwenye migodi kutokea kwenye viwanda mbalimbali ambao viko hapa Mwanza na vile ambao vinatoka Nairobi na pengine Dar es Salaam. Kwa hiyo, eneo hili limefungua daraja hili limefungua eh, uchumi wa eneo letu la kanda ya Ziwa. Tunaendelea kuwapongeza sana viongozi wetu kwa uamuzi huu waliofanya. Sio jambo jepesi. Tumetembea sehemu mbalimbali, sijawahi kuona daraja kama hili kwa nchi zote ambazo nimesha kutembelea. Maeneo mengi natembea labda ya mita mia nne mia tano kilomita moja sana sana, lakini kilomita tatu kwa kweli, kwangu hili ni mara ya kwanza kwenye maisha yangu. Asante.